Sijui mara ngapi umeshawahi kusikia kuhusiana na support system. Labda hospitali, labda kule kuna wale watu wakiwa labda moyo umefeli, labda kupump vile damu na nini, mtu anawekwa kwenye support system. Umeshawahi kusikia support system kwamba ina support moyo wake ufanye kazi vile. Lakini there is another support system in life ambayo kila mtu anatakiwa kutengeneza, yaani kila mtu anatakiwa kutengeneza support system ya maisha yake, uwe na system fulani ya kukusaidia system ya msaada unaitengeneza wewe. Mbaya zaidi ni kwamba watu wengi huwa wanaitafuta support system siku akiwa na tatizo, yani siku kapatwa na tatizo ndio siku ambayo yeye anataka kuitengeneza. Huwezi, ni sawa sawa useme upande mti leo wa apple afu uvune ule leo leo, umepanda asubuhi, jioni ule ma apple? Haiwezekani, si ndio? Kitu kinatengenezwa muda mrefu zaidi. Nina nukuu, nimeisoma hapa, beautiful one, kutoka kwa Ralph Waldo Emerson, nataka kushare na wewe chapchap. Inasema hivi, No one succeeds alone, hakuna mtu atakayefanikiwa peke yake, au hakuna mtu anayefanikiwa peke yake aha. Uh-huh. Behind every achievement, kwenye nyuma ya kila mafanikio is a network of support and encouragement, kuna mtandao wa msaada na kupeana tumaini au kutiana moyo, kwamba hakuna mtu anayefanikiwa peke yake isipokuwa kwenye kila mafanikio unayoyaona kuna mtandao mkubwa wa kupeana support au msaada pamoja na kupeana moyo au kutiana moyo Encouragement. So leo hii nataka niongelee kwamba unawezaje kutengeneza support system kwenye maisha yako, ambayo inaweza ikakusaidia sana huko mbele, popote utakapoanguka. Mara nyingi watu nataka tukianguka tuwe na watu wa kutusaidia. Swali so, langu, tunawatengeneza au lini tunawatengeneza watu hao Tunawatengenezaje? Ndio swala la leo na kwenda kulijibu. Karibu sana, ungana na mimi kwenye safari hiyo kwa kuhakikisha unabonyeza subscribe pamoja na bell notification, ili uweze kupata video zetu pale tu zinapoingia hewani. Alright, so, tunaenda moja kwa moja. Jambo la kwanza ambalo unaweza likakufanya ukajenga support system nzuri au ukatengeneza mtandao wa watu au marafiki au tuseme watu wa kukusaidia wakati wowote wa ule unatengeneza network ya positive friends, families au mentors. Kuwa na marafiki au watu wa kwenye familia. Kwenye familia unaweza kuwa na watu mbalimbali. Mbali. Mtu anasema, "Bana, sasa kama na watu ambao negative minded, okay, sikiliza. Ah ah, sawa ndugu zako, huwezi kuwakata, lakini watambue kuwa na skill ya kutambua wale positive minded people kwenye familia yako. They are very positive, wanaku encourage, wanakusupport kwenye vitu mbalimbali. Jipendekeze kuwa nao karibu watu hao, na be realistic, yani uwe authentic ukiwa nao karibu, yani uwe ule ukaribu wako uwe wa uhalisia, sio kwa sababu unahitaji una kitu fulani labda ndio unakuwa nao karibu. Don't do that, itakusumbua baadaye. Hata kwenye dini tunaambiwa kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Kipindi ukiwa na pesa, uko vizuri, kuwa karibu naye, kwa sababu kuna siku utaishiwa, utakuwa hauna kitu siku hiyo atakuona mapema kabisa, anajua saa leo mja wangu maana hayuko vizuri, kwa atakufungulia njia bila shaka. Mwenyezi Mungu anamfungulia kila mtu sio au atakufanyia wepesi fulani wa kipekee kwa sababu ya ule ukaribu wako. Hata siku za furaha ukiwa nazo unajua, siku watu wengi tunapoishiwa ni kawaida, akili za watu wote, hata wale ambao huwa hawamjui Mungu kabisa, akishaishiwa mpaka anakwambia bwana, mimi hata pombe nimeacha kabisa kunywa. Lakini baada ya wiki mbili unamkuta tena, bwana vipi? Anashtua tu ndugu yangu, nimekumbuka napiga moja mbili, lakini mimi nimeacha. Kumbe unakuja ugundua okay. kumbe shida yake alikuwa ameishiwa pesa. Sasa sitaki utengeneze mazingira ya na namna hiyo kwa watu hawa ambao tunawazungumzia hapa. Fikiria kama huyo tu ni Mwenyezi Mungu, usitengeneze mazingira ya namna hiyo, yani kuwa mkweli sawa sawa. Tengeneza network ya watu ambao they are very positive, alafu kuwa nao muda wote sawa sawa uh, wakuhitaji kuwa nao. Ina maana siku na ukihitaji msaada, moja kwa moja watakuwa na wewe. Jambo la pili, <coughs> uh, don't be afraid to seek help when facing adversity. Usiwe na uoga wowote wa kuulizia au kuomba msaada pale ambapo unapatwa na tatizo lolote lile. Tunaweza tukapata matatizo kwenye maisha. Of course, why not? Kwa sababu sisi matatizo tumeumbiwa. We are human beings. We are not complete. We are not perfect. Tunakosea, tuna matatizo mengi, si ndio? Kwa hiyo utakapopata tatizo usione aibu kwa kuona kwamba nitaonekana labda nimeishiwa, nitaonekana sina kitu, nitaonekana mnyonge. Watu wengi sana hufikiria hivi na kuamua kufa ile kifo cha Kijerumani, tunasema tai shingoni. Lakini ukiwa mwepesi wa kuzungumza na watu ambao unaweza ukawaamini, ukazungumza na watu wako sawa, sawa, share matatizo na kumbuka, mwanzo kama umetengeneza ile network ukiwa na tatizo lielezee, kwa sababu wanakufahamu, sio mtu wa kuigiza au waigizi matatizo. Wanajua jana juzi, mwaka uliopita mlikuwa vizuri, lakini leo kweli una tatizo. Sema, watu watakusaidia. Kwa hiyo hii inaanza kujenga ile mizizi sasa ya wewe kuwa na ile support system ya kwako ambayo unaitaka. Pia na jambo la tatu ambalo linaweza likakufanya ukajenga support system nzuri au watu wenye kukusaidia wakati pale utakapokuwa unawahitaji, utakapokuwa umeingia kwenye tatizo, kumbuka Uh, a quote that says, what goes around comes around. And there is another one. Kwamba hiyo inasema kwamba ki, kinachoenda ndio kitakachorudi sindio? yani kile, kile utakachopeleka kwa watu ndio kitakachorudi I. na nukuu nyingine tena ile inasema kwamba wafanyie watu kile unachopenda wewe kufanyiwa. Kwa maana hiyo sehemu kubwa ita, itakuwa kwamba wewe unawafanyia nini watu mara nyingi, siku ikiwa wewe unahitaji kufanyiwa kitu watu watakurejeshea zile fadhila tunaisa. watalipa fadhila kwa namna ambavyo wewe huwa unawafanyia. Ikiwa unahitaji kuwafanyia, so, wafanyie watu vile ambavyo unapenda wewe kufanyiwa, bila shaka si kweli kikutokea, watu watakufanyia vile ambavyo wewe huwa unafanya. Kwa hiyo hayo ni mambo matatu ambayo naamini kabisa yanaweza kumuinua mtu yoyote, na kuhakikisha akajenga support system nzuri sana, lakini naamini yapo mengine mengi sana Nakuachia uwanja wazi kwenye comment section, andika hapo chini uniambie kwamba lipi unaona linaweza likawa zuri zaidi, linaweza likachangia zaidi, tunaweza tukajifunza zaidi.